Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo. Ni siku ya Jumanne, juma la 32 la mwaka, kipindi cha mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Suleimani sura ya pili aya 23 hadi sura ya tatu aya ya tisa na injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ya kumi na saba, aya saba, hadi ya ya aya hadi kumi. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote niliyoagizwa agi, semeni sisi tu watumwa wasio na faida tumefanya tu yanayotupasa kufanya. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Eh, ndugu wapendwa, leo Mama Kanisa anafanya kumbukumbu -kumbu ya Mtakatifu Martin wa Tours, askofu. Ujumbe mkuu utakaotuongoza katika sehemu ya Injili takatifu ya leo ni uwajibikaji katika maisha mtakatifu Martin wa Tur, alizaliwa mwaka 316 Panonia huko Hungary aliingia jeshini na kuwa mwanajeshi akiwa na miaka kumi na tano akiwa na miaka kumi alijiandikisha kama mwanafunzi wa dini lakini wazazi wake walizuia asibatizwe mwenendo wake huko jeshini ulielekea zaidi kuwa ule wa mtawa kuliko askari kwa vile alivyokuwa mwema na mpole Miongoni mwa simulizi zake, simulizi zake maarufu wakati akiwa jeshini, Martini alikutana na maskini aliyemuomba chochote. Martini alimuona uchi mwenye hali mbaya akitetemeka kwa baridi na njaa. Martini hakuwa na chochote ila panga na joho lake. Basi kwa panga lake alikata joho lake akampa nusu, ya, nusu yake yule maskini. Baada ya tendo hili la huruma, Yesu alimtokea Martini katika ndoto akiwa amejivika yale mavazi Martini aliyomsaidia yule maskini. Na baada ya ndoto hiyo, Martini akajitafutia kubatizwa upesi. Akiwa na miaka ishirini, alitoka jeshini na kwenda kuanza maisha ya kumtumikia Mungu katika maisha ya kukaa pweke. Askofu Hilari wa Wapwache, Ufaransa, alimpa shamba ajijengee nyumba ndogo aweze kukaa pweke, lakini Martini alijenga monasteri, baada ya kupata wengi waliowiwa na waliokuwa na nia ya kukaa pweke kama yeye. Aliishi katika monasteri yake hiyo kwa miaka kumi, na wakati huo alipajishwa na akaanza kujulikana sana kwa mahubiri yake na miujiza yake. Alipokufa askofu wa Tours, wa Wakristo wa huko walimtaka Martini ashike nafasi yake. Lakini Martini hakutaka. Baada ya jitihada ya Wakristo wa huko, Martini akawa askofu wa Tours. Akiwa askofu, Martini alihubiri Injili kila mahali katika jimbo lake alibomoa hekalu za miungu wa kipagani na alitenda miujiza mingi. Martini alikuwa daima na huruma kwa watu wote, na mara nyingi aliwaombea msamaha wale waliohukumiwa kufa. Hivyo utawala wa Bwana Yesu ulizidi kuenea. Martini alikufa mwaka 397 akiwa na miaka 80. Sehemu ya injili tuliyoisikia leo inatanguliwa na sehemu ya mitume wa Yesu kuomba waongezewe imani. Sehemu hii inapatikana katika injili ya Luka sura ya 17 aya ya tano mpaka ya sita. Imani yetu inatudai utumishi ambao unaonyesha uwepo wa wafuasi wa Kristo. Haya tunayapata katika injili ya Luka sura ya 16 aya ya 13 na waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya kumi na tatu, na uwepo wa kanisa. Utume wa kanisa ni utume wa huduma kwa Mungu na kwa mataifa, kugeuza uhusiano wowote kuwa kitu cha faida ya kimwili na kumfanya mwingine kuwa kitu. Maandiko matakatifu siku ya leo kama tulivyokwisha kusema yanatukumbusha juu ya uwajibikaji katika maisha. Ningependa tujiulizwe swali jepesi. Je, ni mara ngapi mimi na wewe tumekuwa wajibikaji katika majukumu yetu ya kimaisha? Kama baba wa familia, kama mama wa familia, kama mtawa kama muumini wa kanisa, kama mfanyakazi wa ofisi, kama kiongozi wa sehemu ya kazi, au hata kama kiongozi wa serikali ya mtaa au serikali kuu, ni kwa namna gani tumekuwa wawajibikaji? Kristo anapotolea mfano huu, anatukumbusha ya kwamba daima uwajibikaji wetu sio wa kutafuta maslahi binafsi. Uwajibikaji wetu unatakiwa uwe ni wa kuwajibika ipasavyo kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, na kuwajibika kwetu ipasavyo ni kujitoa na kufanya kazi pasipo kunungunika, pasipo kujionea huruma. Ndipo anapotoa mfano huo wa kwamba mtumwa yule atakaporejea kutoka kazini atapewa kazi nyingine ataambiwa andaye chakula ale. Ndugu wapendwa, maisha yanatutaka uwajibikaji hapa na pale. Mara kadhaa tumekuwa ni watu wa kukwepa kuwajibika katika maisha yetu. Tumekuwa ni watu ambao tunajaza visingizio katika uwajibikaji na mara nyingine pia hata uwajibikaji wetu tunaufanya kwa ajili ya kutafuta maslahi binafsi, kwa ajili ya kutafuta sifa binafsi, kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutafuta kuwapendezesha watu fulani katika maisha kupitia uwajibikaji wetu, au kwa ajili ya kujitafutia tuzo fulani. Kristo anamaliza injili kwa kusema sisi tu watumishi tusio wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Maana yake ni kwamba katika kuwajibika kwetu tusijihesabie haki. Katika kuwajibika kwetu tuwajibike kwa sababu inatupasa kufanya, tuwajibike kwa sababu ni lazima kufanya na tuwajibike ipasavyo. Ziko nyanja mbalimbali zinazotudai uwajibikaji kama nilivyoanza kuziorodhesha hapo awali, lakini mara nyingi katika nyanja hizo za uwajibikaji tumekuwa tukisuasua katika kuwajibika. Mtakatifu Martin wa Tours, yeye anatupa kielelezo na mfano halisi wa uwajibikaji katika maisha, jinsi ambavyo alijitoa yeye mwenyewe katika maisha katika kuwajibika kama tulivyosikia wakati tunaposikiliza historia yake fupi, alijiunga na jeshi akiwa na miaka kumi na tano na aliwajibika jeshini, licha ya kwamba alionekana ni kama mtawa, hakuacha kuwajibika. Kuwajibika kwake pia kulimfanya aone shida na mahangaiko ya wengine, ndiyo tumesikia. Miongoni mwa masimulizi yake maarufu ni lile la kukata nusu ya joho lake na kumsaidia mtu asiyekuwa na bazi na aliyekuwa anateseka na baridi. Lakini pia Mtakatifu Martin wa Porres, hata baada ya kuwa mtawa, hata baada ya kuwa padre na baadaye kuwa askofu, aliendelea kuwajibika. Aliwajibika kwa kutoa mahubiri yaliyopendwa na ali mahubiri mazuri, na aliwajibika pia katika kuhakikisha kwamba anaeneza habari njema kwa watu wengine kupitia mahubiri yake mazuri, ambayo ndicho ambacho alikuwa amenuia kumtangaza Kristo na kumfikisha Kristo kwa watu wengine. Mtakatifu Teresa wa Calcutta anasema kwa maneno ya Kiingereza, God does not demand that I be successful. God demands that I be faithful. When facing God, results are not important. Faithfulness is what is important. Kwa maneno mepesi ya Kiswahili tunaweza tukasema, Mungu hatuhitaji tuwe watu wenye mafanikio, si kwa ubaya, lakini Mungu anatutaka tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu katika wajibu wetu tunaopaswa kutekeleza. Tunapotekeleza wajibu wetu kwa uaminifu, tunamtukuza Mwenyezi Mungu tunapotekeleza wajibu wetu kwa uaminifu tunakuwa chanzo cha wengine kubona neema ya Mwenyezi Mungu kupitia sisi. Ndipo anaposema Mungu hahitaji matokeo lakini, uaminifu ni wa zaidi, ni wa muhimu zaidi. Ndugu wapendwa, leo tunapofanya kumbukumbu hii ya Mtakatifu Martin wa Tours tumwombe Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Martin wa Tours ili mimi na wewe tuwe kweli wawajibikaji katika yale yote yanayotudai uwajibikaji wetu, lakini sio tu kuwa wajibikaji, bali kuwa wawajibikaji waaminifu, ili tuweze kutenda yale ambayo ni ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo niliyokuletea. Tafakari hii ni mimi Frateri Deogratias Macha wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!